Jina inaitwa Ahmedi Hassani Usuku, dereva kampuni ya Usangu. Nilipata tatizo, nilitekwa kuanzia tarehe kumi na moja mpaka um, sasa hivi magereza. Kampuni yangu imetelekeza, ute menyang'anywa na viongozi wangu, na hapa nilipo sina msaada wote, kpati msaada wote na hangaika

Salama, Mungena, Abu Twali, Mustafa kutoka Chawamata Online TV. Yes, Abu Twali, kuna hii video tumeiona inasambaa kwenye mitandao ya, ya kijamii ikimwonyesha dereva ambaye amejitambulisha kuwa anaitwa Ahmad Hassan Yusuf. Uh, yeah. Mfanyakazi wa kampuni ya Usangu Logistics Tanzania anasema kwamba yeah, alitekwa mnamo tarehe aliyoitaja hapo na yupo katika mazingira ambayo tunaweza tukasema sio salama sana namba si, si nama kama vile dakika kumi, niko kanisani. Hamna shida, nasubiri ah. Okay, so, sana taarifa yako ili tuweze kufanya nani mrejesho kwa watu, niko ah, kanisani, nikitoka nitakupigia ah, yeah. Uh, tumesubiri almost nusu saa sasa inaenda. Hata nimekomenza kurudia niko kanisani. Naomba nifahamu mambo mawili tu alafu uendelee na shughuli zako. Na mtazamaji wa Chawamata Online TV kama unavyoona hamna ushirikiano wowote ambao tunaupata kutoka kwa huyu kiongozi kutoka katika kampuni ya Usangu. Tumempigia uh, dakika 40 zilizopita kumuuliza kutaka kufahamu vitu viwili tu kutoka kwake kwamba Ahmad Hassan Yusuph ni dereva wa kampuni ya Usangu lakini pia vile vile, uh, mpango wao ni upi, kama ni dereva wao, kwenda kuhakikisha kwamba wanamtoa kule alipo, kumrudisha nyumbani Tanzania kwa ajili ya kuja kuungana na ndugu zake. Tumemwomba mambo mawili tu atufahamishe hayo ambayo nimeyazungumza, lakini uh, ushirikiano unaonekana ni mdogo. Kwa hiyo sisi hatuna kingine tena cha kufanya, lakini tutaendelea kuwapa updates zaidi, kuwatafuta wengine, kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea. Endelea kusalia nasi.